Lazima pia tufanye mambo ya afya isiwe ni starehe ya watu matajiri wanaoweza kulipa peke yao. Kila mwananchi akiwa mgonjwa, inafaa kuwe na mpango ya serikali ya kuhakikisha kwamba wanapata matibabu. And that is why leo katika taifa letu la Kenya tuko na watu wamejiandikisha kwa SHA milioni ishirini na tatu. Kuna watu walikuwa wanasema SHA haifani. Wao wenyewe wameanza kubadilisha lugha peke yao, kwa sababu wameona mambo inazidi na kubadilika, kwa sababu hata wewe mama ukizaa mtoto hawezi kutembea siku hiyo hiyo, si ndio? Lakini baada ya mwezi moja, mwezi mbili, mwezi tatu, namna hiyo. So mimi nataka tu niwahakikishie ya kwamba mpango wetu wa afya itahakikisha ya kwamba hata yule mama mboga ambaye hajawahi kulipiwa na serikali ya Kenya, hajui bima ya afya ni nini, hata wao wataenda hospitali watatibiwa, wataenda nyumbani. Serikali ya Kenya kupitia kwa SHA italipa malipo yao ya matibabu. that is hiyo ndio inchi, hiyo ndio inchi ambayo sisi wote tutajivunia. Tunaelewana, watu wa Nairobi? That is my vision for this country. Na mimi nataka niwaambie inawezekana, mtu waziwaambie haiwezekani. Nchi hii itabadilika. We are going to change this nation. Wakati sisi when we are, when we are around itabadilika hii nchi before our own eyes.